Fratelli e sorelle, buona pasqua. Katika dunia iliyotawaliwa na nguvu siasa na tamaa ya madaraka maestro, kulizaliwa mtu ambaye aliamua kubeba mzigo wa umaskini, sauti ya wanyonge, na ndoto ya kanisa lenye huruma. Huyu ndiye Jorge Mario Bergoglio aliyejulikana kwa jina la Papa Francis, papa wa watu maskini, papa wa migogoro, papa wa matumaini. Leo tunafungua ukurasa wa historia iliyofichika, safari ya maumivu, ushujaa, mapambano na mwisho wa safari ya papa mnyenyekevu, papa Francis au kipenda Jorge Mario Bergoglio, katika jiji lenye mchanganyiko wa vumbi na jua la Buenos Aires, Argentina, tarehe 17 Disemba ya mwaka 1936, mama Regina Maria Sivori alijifungua mtoto wa kiume wakampa jina Jorge Mario Bergoglio. Familia yake ilikuwa ya wahamiaji kutoka Italia. Hawa walikuwa wamekimbia njaa na machafuko ya Ulaya ya vita vya pili vya dunia, alimaarufu the second world war. Katika mitaa ya umaskini George alikuwa akayaona maisha halisi: watoto waliotangatanga bila viatu, wazazi waliolala njaa ili watoto wale, na hofu ya ghasia za kisiasa zikifumuka kila kona ya jiji. Katika umri mdogo, George alijifunza maana ya uchungu. Alipokuwa kijana mdogo alipatwa na maradhi makali ya mapafu, hali iliyomlazimu kuondolewa sehemu kubwa ya mapafu yake. Hili lilikuwa pigo kubwa, lakini pia somo la maisha kwamba udhaifu wa mwili hawezi kuwa nguvu ya roho. Before creating the world, Dios Porque Dios es amor. Because God is... Wakati vijana wenzake walikimbia viwanjani huku wakipiga mipira na kucheza kandanda, George alikaa pembeni akatafakari, akaandika na kuomba. Machungu yake yakamfundisha huruma na magonjwa yakamkalisha chini ya miguu ya Mungu Muumba. Habemus Papam. Katika miaka yake ya ujana, George alisikia wito wa ndani, sauti isiyoonekana lakini yenye nguvu isiyozuilika. Mwaka 1958 na George aliingia katika shirika la Kijesuti, wenyewe mnaliita The Society of Jesus. Haya ni moja ya mashirika magumu na yenye nidhamu kali zaidi katika kanisa takatifu la Katoliki. George alisoma falsafa akasoma theolojia na pia akaisoma saikolojia kwa bidii isiyo na kifani. Katika miaka hiyo ya mafunzo, akafundishwa kuwa si tu kuhudumu madhabahuni bali pia kuwa askari wa kiroho, wa kiroho mtumishi wa wote, hasa wale walio wanyonge, masikini na wasiojiweza. Mwaka 1969 alipandishwa rasmi na kuanza kazi ya kuhubiri katika maeneo ya watu wa hali ya chini. Before creating the world, Dios amaba. Wakati huo dunia ilikuwa katika mapinduzi, vita baridi vilikuwa vimeshika kasi. Amerika Kusini ilivunjwa na mapinduzi ya kijeshi na Argentina ikaingia kwenye kipindi cha giza, vita vya kijeshi almaarufu the dirty war. Katika kipindi hiko George alipata lawama nzito, alituhumiwa na baadhi kuwa hakusema kwa nguvu dhidi ya wanajeshi waliotekeleza utekaji, mateso na hata mauaji wengine walisema alimsaidia mmoja wa mapadri waliotekwa kwa njia za siri. Hata hivyo, kivuli hiki kilimsakama maisha yake yote na bado kinasalia kuwa ndoa katika kumbukumbu -kumbu zake. Cari fratelli e sorelle, Buona Pasqua Mwaka 1999 Jorge Bergoglio aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Buenos Aires. Katika ofisi hii, akajitokeza kama mtetezi mkubwa wa maskini, akipigania haki za wale waliokosa sauti. Hakukaa katika kasri ya kifahari ya maaskofu Alichaguliwa kuishi katika nyumba ndogo ya kukodisha. Hakutumia magari ya kifahari, bali alisafiri kwa mabasi ya umma na kutembea kwa miguu. Pope Francis alijulikana kwa kuwahudumia wagonjwa kwa mikono yake mwenyewe, kuosha miguu ya waathiriwa wa magonjwa ya ukimwi na kuwakumbatia waliotengwa katika jamii. Katika utawala wa serikali za kifisadi George Bergoglio alisimama kama mnara wa haki. Alikemea wa waziwazi rushwa, ukandamizaji wa maskini na ubaguzi wa kijamii. Katika wakati ambapo makanisa mengi yalinyamaza kwa hofu ya serikali dhalimu, George aligeuka kuwa sauti ya mwangwi wa haki. Tarehe 13 Machi mwaka 2013, katika fumbo la moshi mweupe uliotoka juu ya paa la The Sistine Chapel, dunia ikapokea habari za ajabu kwamba George Mario Bergoglio, mjesuti kutoka Argentina, amechaguliwa kuwa papa. Huyu alikuwa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na wa kwanza kuchukua jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asisi. Kuanzia siku ya kwanza, aliamua kuvunja desturi. Hakutumia magari ya kifahari, hakukaa katika kasri za kifalme, bali aliomba watu wa mwombee yeye kabla hajawabariki. Alianzisha mageuzi ya haraka. Kwa mfano, Pope Francis alipigania mageuzi ya Vatican iliyozongwa na kashfa za kifedha. Alitoa wito wa kanisa kuwa hospitali ya uwanja wa vita, huku akiliomba kanisa liwahudumie waliojeruhiwa na maisha badala ya kuwahukumu. Pope alilaani biashara ya silaha, akalaani ubaguzi wa rangi, akalaani ukatili wa kiuchumi, akawalaani wale waliowanyonya maskini wa Mungu. Pope Francis aliingia katika masuala nyeti kama vile uhusiano wa kanisa na wapenzi wa jinsia moja, nafasi ya wanawake, na matumizi mabaya ya madaraka kanisani. Pope alisisitiza huruma akasisitiza majadiliano, na mwishowe akasisitiza kwamba mabadiliko ya polepole yawe ni ya kina. delito es una condicion humana Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es No es un delito. es un delito. Katika miaka ya mwisho afya ya Papa Francis ilianza kudhoofika. Kwanza alikabiliwa na upasuaji wa utumbo mkubwa, pili maumivu ya goti yalimzuia kutembea bila msaada na huu ukachangia uchovu wa kudumu , lakini licha ya yote hakujiondoa kwenye safu ya kupigania haki. Kwanza, aliendelea kusafiri, akahubiri na kupigania haki hadi pumzi zake za mwisho. Tarehe 25 Aprili mwaka 2025, akiwa katika makazi yake huko Vatican, papa alifunga macho yake kwa amani ya mwisho. Hapo akafariki na miaka 88. Kifo chake kilitikisa dunia, maskini wakalia, viongozi walitoa salamu za heshima na makanisa yote yalipiga kengele za huzuni. Leo tunapotazama nyuma, tunamwona Jorge Mario Bergoglio si kama malaika asiye na doa, bali kama mtu halisi aliyepigana vita vigumu. Huyu aliwajali maskini kuliko nguvu. Yeye aliamini huruma ina nguvu zaidi kuliko hukumu. Kwa makosa yake kwa mafanikio yake, kwa mapambano yake, Papa Francis atasalia kuwa kioo cha enzi katika kanisa lililojaribu kujifunza kutembea tena kwa maskini. Hii ndiyo historia ya Papa Francis, historia ya mtu mdogo aliyekuwa taa kwa waliopotea, taa ambayo hata baada ya kufifia, nuru yake itang'aa milele. Mimi ni Collins Mag.